Nini mnajua. Kwa hiyo mko kutoka kuna matabaka banda, wengine familia zenye uwezo wengine hawana uwezo la kabisa, lakini mefika hapa, matarajio yetu sisi wazazene ni kwamba muweze kujipambanua. Itasikitisha endapo mzazi wakusomesha mpaka unakwenda chuo